Lakini katika maisha yako jua kwamba palipo na utulivu ndio sehemu ya mafanikio, palipo na utulivu ndio sehemu ya nini? Ya maendeleo. Lakini katika huu muda mchache, tuangalie wewe mwenyewe, moyoni mwako, ulikosa chakula, ulikosa utulivu, ukakosa kasenti. Japokuwa tunasema kuna kushoto na kulia, ila vitu vingine tunavyotakiwa kuviangalia ni ulinzi na nini na usalama, ili ile bodaboda niliyo, ule mtaji kuna wenzetu anachukua vile vinywaji kwenye duka la jumla si ndio? Anapochukua ile vinywaji kwenye duka la jumla anakuja kuuza, kuna kile cha juu kinachoongezeka si ndio? cha kwake sasa. Fikiri sasa, hakuna utulivu, kuna basi tutakopita, kuna biashara yote tutakofanya? Sasa turudi, kuna wengine ni wagonjwa ambao wanahitaji dawa kupitia ile biashara, anayoenda ndiye sehemu ya kuchukua kununua dawa. Je, anaweza kafanikiwa? maana yake sasa Tunahitaji msaada wenu na ushirikiano wenu katika swala zima la kutunza ulinzi na usalama. Tunaomba taarifa, zungumza